Majina yangu kama alivyotajwa naitwa Mateo Mika Dichikoti, mwenyekiti wa Halmashauri ya Momba. Kubwa katika yote ni kuja kujifunza wenzetu ninyi. Tukiangalia kijani iliyeko hapa, najaribu kuvuta hisia, nakutana na, na Kilimanjaro wakati nilipokuwa nimesafiri kwenda kule kwa ajili ya kujifunza kilimo cha umwagiliaji. Kila utakapopita unakutana na kijani kijani kijani. Sasa mazingira haya yanatuvutia, yanatuvutia kweli kweli, na katika mazingira haya inaonyesha ni dalili tosha kwamba ndio maana wengi wanakuja huku. Hongereni sana. Lakini katika hali hiyo hiyo kule kwetu sisi Momba tumezungukwa na mazingira ya aina hii na sasa kwa sababu ilikuwa haijatufika, ili kuweza sasa kufanya hiki mnachokifanya ninyi, mpaka kina kinatuvuta tunakuja hapa, basi leo sasa tumeona tufike, ingawa ilikuwa ni ratiba ya muda mrefu tukiwa hatuitekelezi, tukafika mahala tukasema kupitia team management ya mkurugenzi kwamba tuje sote, ili tuweze kushiriki kuona ni jambo lipi ninyi mlianzaje, lakini mmefikia katika hatua gani, na haya mafanikio kama halmashauri mnayapata kwa asilimia asilimia fulani, lakini bado ngazi ya mkoa tunapata na wao wanapata, lakini pia kwenye vile vijiji husika navyo vinapata. Sasa wanapata upataji wa namna gani? Basi hilo tukishakuwa tume- tumejifunza tukishakuwa tumerudi pale, na sisi mpango wetu ni kuona namna ambavyo tunakwenda kuhakikisha tunatoa elimu elimu kabisa kwa vile vijiji ambavyo vinazungukwa na hii misitu ambayo itakuwa ni sehemu ya manufaa kwa jamii na ngazi yetu tulieko, alafu na baada ya hapo basi tutakuwa tumeendelea kuboresha kabisa. Jambo jingine ambalo nataka kuwasihi tu katika hili ni kwamba biashara hii ni biashara moja nzuri sana, lakini inahitaji jitihada na moyo wa kujitoa na ushirikiano mkubwa sana katika. Ili nimalize tu kwa ujumla kwenye biashara hiyo, waheshimiwa wenye viti na madiwani, kama hamtakuwa na muungano wa makundi mbalimbali, ikiwepo mbali, ofisi ya mkuu wa wilaya, mkurugenzi na Chama cha Mapinduzi, wenyewe ni biashara moja ngumu sana. Yaani, katika hayo makundi ya viongozi wakubwa wenye mamlaka kwa nafasi zao, asipoafiki shughuli hii ni ngumu, kwa sababu ni biashara ambayo, pamoja na hayo mambo mengine, ina riski. Inawezekana m mnajadili msitu fulani au msitu ndio, inawezekana kiongozi mkubwa ndio anafanya shughuli zake pia, vipi hapo? Si shughuli kidogo? Kwa mfano kuna mifugo zake zae, lakini inawezekana kwa kipindi hiki mnaenda kushughulikia msitu ambao mnatamani ulie kwenye biashara hii, ndio maeneo sisi viongozi wa chama na baadhi ya wagombea wanatarajia kwenda kufanya biashara ya kuomba kula kule na kufungua matawi na kadhalika, kwa sababu msitarajie kwamba shughuli hii mtakuta na mtakuta na misitu ambayo wa iko wazi kabisa, tuahe na changamoto. Lakini pia niseme tu kwamba hii biashara imetusaidia sana katika kuhakikisha kwamba tunapiga hatua, kwa sababu miongoni mwa vyanzo ambavyo vimetusaidia kuongezeka ni pamoja na vyanzo vya ardhi. Kwa sababu hii biashara kaboni, baada ya kuwa tunapokea fedha tuliingia katika kikao, nashukuru mwenyekiti, tukaomba karibuni milioni 500 tukapima maeneo, sababu tuna hekta karibuni arobaini na saba elfu ambazo zilikuwa ni kwa ajili ya uwekezaji wa kilimo. Tumepima na tuna mashamba kule, tumeyauza. Tunawakaribisha sana kuja kuwekeza Tanganyika na bahati nzuri tumeshapata wawekezaji wakubwa. Kuna changamoto ndogo ndogo tunaendelea kuishughulikia, lakini kuna watu wanaitwa hasa taasisi ya serikali ya amechukua hekari kama elfu mbili. Tunao mero wako wamechukua hekari ya elfu sita tuna sigret wana hekari ya elfu tisa lakini tuna wengine wawekezaji wa kati ambao wana hekari elfu moja mpaka mia tano ambao wako wengi ambao sasa hivi wamekuja <coughs> kuwekeza katika halmashauri ya wilaya ya Tanganyika. Lakini pia kuna baadhi ya maeneo tumepima kwa ajili ya industrial area kwa ajili ya viwanda. Lakini kuna haya na fursa ya kuisha kwamba tunaleta viwanda vya uchakataji wa mbegu katika maeneo haya na ambazo zitauzwa katika ukanda huu, lakini pia kwa sababu tunapakana na Congo naamini na, na nchi jirani tutawapelekea mbegu kutoka Tanganyika. Kwa hiyo sisi kama tanganyika tume, kupitia biashara hii ya kaboni tumepiga hatua. Kwa ninyi ambao mmesafiri safari ndefu kuja kujifunza kwa nafasi zenu mnao mchango wa kufanya. Wametambulishwa warasimi, maafisa mipango, wakurugenzi, maafisa elimu. Ili biashara hii ya kaboni iweze kuanza, inahitaji kujikana nafsi hapo nitaanza kwa sababu kuna maeneo ambayo ni ya kimkakati, baadhi yetu wanatumia kama mitaji ya kujipatia fedha rushwa. Lazima tujikane, tuogope. Ukiwa na eneo unaliwekea mkakati wa kulingiza kwenye mpango wa biashara ya kaboni, ndani yenu wakawepo ambao wananufaika nalo kwa wakati huu, na wakawa sehemu ya waliokuja kujifunza na mkashindwa kuwabaini, hamtafanikiwa. Ama wakawa sio sehemu ya waliokuja kujifunza, pia hamtafanikiwa mpaka mwafahamu na muwaambie bayana kwamba wewe unafanya moja mbili tatu kwenye msitu huu, hatutakuelea kujikana. Nafsi itahusisha e, pia kuta kumwogopa mtu yeyote anayefanya maribifu kwenye, kwa sababu na wengine watakuwa ni wakubwa zenu, wengine ni wadogo zenu, wengine ni ndugu zenu e, wakati mwingine wengine ni ninyi wenyewe. Mkiogopana hamtafanikiwa. Kwanza mimi niwashukuru tena tena kwa kuja kujifunza na sisi. Timu zetu, timu ya mklezi mkl iko tayari kufanya mawasilisho, na ninaomba kwa hayo mengi, msisinzie, lakini mwamke kusikiliza, na Mungu awabariki sana. <laughs> Taambke rasmi kwamba mafunzo haya juu ya biashara ya kaboni yanayohusisha halmashauri mbili wageni, na ya tatu wenyeji, kutoka Makete kutoka Momba na wenyeji wataramitu wa Tanganyika, nimeyafungua rasmi.